Mtazamaji karibu katika kipindi chetu, karibu katika kipindi chetu cha zama za kale. Leo tunazungumzia mti ambao mti ni maarufu, mti wenye historia nyingi, mti ambao kipindi ya, kipindi cha wakoloni ulikuwa ni mti ambao ulikuwa unaogopeka sana. Kama unavyoona ni mti ambao wenye historia ya aina yake na sio moja ila, leo nitakuonyesha huu miti ambayo ni historia yenye hazi yake, eh, ya ukoloni. Huu ni mti ambao hata, hata masokwe manyani wa zamani walikuwa wanakaa hapa. Huu ni mti ambao wazungu wamewahi kukaa hapa kupiga kambi pindi wakijandaa na kufukuzwa na Tanzania. Ili kupata ili kupata habari zetu zote, usisahau kusubscribe na ku like na ku comment, ili kuzipata habari zetu murwa kabisa. Hii ni mti ambao una historia ya aina yake, mti ambao mababu na mababu, vizazi na vizazi, huu mti takriban una miaka mia sita huko hapa. Mti una miaka mia sita ukiwa hai, toka kuzaliwa kwake, kuota kwake, mpaka kukua hivi, na bado uko na bado unaendelea kulefu, bado unaendelea kuwa huu ni mti ambao unatoa matunda ya, ya ubuyu huo hey. Ni mti ambao unatoa mazao ya tunda sana ya ubuyu hey. Ni mti ambao ni mti wenye historia kubwa zaidi na ni mti mkubwa zaidi hmm. Waja aendelee kutazama hey. Kama unavyo uona ni mti ambao una matunzo sia. Hata anaye utunza ni nani sifahamu. Yani mti ambao una historia kubwa zaidi e. Vizazi na vizazi vimepita, mababu na mababu vimepita, mwenyewe bado upo. Hata enzi za koloni, kulikuwa bado upo. Huu mti umeota mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili hey, ukaota ndo ukaanza kumea mpaka kufikia sasa elfu mbili na ishirini na tano ni miaka mingi umeota. Hata kipindi hawajapata uhuru Tanzanganyika, hata kipindi walikuwa haujaungana ukamea kwa sababu umti, umti ulikuwa unatumiwa sana na wakoloni. Huu ni mti ambao ulikuwa unakuja kupigiwa matambiko yake ya aina yake. Ni mti ambao ulikuwa unakuja kufanyiwa matambiko ya dawa eh, hey. usisahau kusubscribe subscribe ili kupata taarifa zetu zote. Asanteni eh, sana kwa kunisikiliza.